Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana, ni inaonyesha kabisa kwamba ni dalili nzuri, hususani eh, kwa Harmonize na penzi lake lile la kutaka kurudiana na Kajala. Hmm? Tuliona hawa wawili eh, walikuwa wanapendana sana, wakaja wakaachana, lakini Harmonize akamrudia Kajala, then sasa hivi tumeona Harmonize akiwa yuko katika harakati za kurudiana na Kajala, lakini kwa jinsi ambavyo mambo yalipofikia, inaonekana wazi kabisa kwamba dhahiri shahiri kuna possibility kubwa sana ya Harmonize kurudiana na Kajala, na hii ni kutokana na kwamba inaonekana kama vile kwa sasa hivi Paula ameshaamua kukubaliana na matokeo, ameamua kumsamehe Harmonize, kwa sababu Harmonize aliomba msa kwenye media wazi wazi alimuomba msamaha Paula kwa mara nyingine tena, na akaimba kabisa wakati ana perform pale Tanganyika Packers kwamba yeye eh, kurudiana na Kajala ni kitu cha kawaida na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo watu wakawa washaelewa, na ile gari ilivyoandikwa Kajala three, eh, ile Defender, kwa tumejua kabisa kwamba hawa wawili sasa hivi wako na maelewano mazuri. Hilo limekuja kudhihirishwa zaidi leo ambapo katika eh, kuna ujio washughuli kuna ujio wa sherehe eh, kuna ujio wa sherehe ya mtoto wa Paula na Mario, ambapo katika hiyo sherehe bwana ni kwamba Harmonize naye pia amekuwa invited. Umeona bwana. Kwa hiyo kitendo cha Harmonize kualikwa katika sherehe ya mtoto wa Paula na Mario, ambapo bibi mtu ndio Kajala, watu wakawa wameshaelewa kabisa kwamba hapa bwana, hii inaonyesha wazi kabisa kwamba ugomvi wao umekwisha rasmi, umeona bwana eh? Kwa hiyo hapa kupitia ukurasa wa Instagram wa Harmonize pale juu katika, katika Insta story ameweka video ambayo inaonyesha akiwa ameshika kadi ya mwaliko ya sherehe hiyo, alafu akaandika kwamba bwana kama swala ni, ni kale ka distance eh, basi tarehe tatu Princess Amara anatimiza mwaka mmoja, amesema Please babu don't miss don't miss this can't wait to, can't wait to see her. afu akamtagi pale Mario. Kwa hiyo bwana ni kwamba Amara anatimiza mwaka mmoja, Amara mtoto wa Mario na Paula eh, kama unavyofahamu kwamba Kajala anaitwa bibi Amara na Harmonize mwenyewe amejiita babu. Kwa hiyo amealikwa kwa amesema kwamba hawezi akakosa shughuli hiyo. Kwa hiyo, hivyo, hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kutokana na hiyo issue, basi wadau wakawa wameshaelewa kabisa kwamba sasa hivi mambo ni shwari kati ya Harmonize